Of course tuna kwa performance ya Samatta sasa hivi tulikuwa tunahitaji kuliko wakati wote wa sio. Ah, uh, ukilinganisha na performance ya kwa sababu tumeasirika kiasi fulani kwa sababu hata mechi ambayo tume qualify hapo, nilikuwa namuona ile performance yake na inaongezeka siku baada ya siku, lakini kama team tunatakiwa tuna tuna tuna, tuna plan B au tunajitayarisha kwa kwa chochote ambacho kitatokezea. Hata kuna time novel kwa hapatikani, vitu kama hivyo vinatokezea kwenye mpira sio kwa hivyo mimi nafikiri kuna affected lakini mimi nafikiri ni opportunity kwa wachezaji wengine sio. Kwa ambao watapata nafasi kuweza kuitumia vizuri hii nafasi na naamini tunao vijana ambao wana upcoming nzuri tu. Kwa hivyo alito kwa mimi naona kawaida sana sio. Iko 50-50. Kuna -50, affected ambao tumepata lakini pia kuna benefit ambayo tutapata kwa baadhi ya wachezaji wengine. Mzuri, Zambia, kwa mfano mzuri tulicheza Zambia, captain alikuwa hayupo na tuliweza kupata matokeo. Haikuwa rahisi eh. Na hii tunaenda kufanya tunaenda kufanya kitu ambacho kama ambayo kilifanyika Zambia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inshallah.